Sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza, tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtoa huduma mpya ambaye hivi ninavyozungumza, muda huu mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii hivi ninavyozungumza hii vinavyozungumza kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagara na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili, kabla hata wiki hili haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili yaweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yeyote mwenye swali anataka kujua aniulize mimi, mkuu wa mkoa, ili apate majawabu muda huu, kwa mwenye swali yoyote. Maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi CCM, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo nyinyi wananchi, mkiwa na asira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi na mabasi akija lazima mpande ayo. Tunahitaji busara yako wewe, busara serikali, ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewaambia wale wasipakie kwanza mtu, ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndipo muendelee. Je, kuna mtu ana swali kuuliza kwamba hizo basiki hazijaja, kwa nini hii njia hii ya mole ya morogorodi singekuwa tutadaa za kawaida zikawa zinapita, ikiwa tunasubidi usafiri mpya mwendo kasi? Kwelangu ni hilo beragudi. Jamaa yangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Nisikiliza kidogo, barabara hii ni barabara ya mwendo kasi utaratibu wa mabasi huko tofauti. Ukiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu, zipo upande huu, tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa Watanzania. Na ndio maana nimewaambia, nimewapa taarifa kwamba ile njia ya mbadala, tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika, mabasi mia moja na hamsini na moja. Na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya mia mbili yanakuja na hayaleti tena, na watu wanaotoa huduma muda huu tumechukua kampuni nyingine tofauti ili iweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. Tukipata changamoto na tukawaambia, ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo. Ninyi mkiwa na hasira hatujengi nchi moja, lazima tujenge

Jamani, anachosema mwenzetu kwamba sio kuingia kwenye mwendokasi, bali da daladala za kawaida ziruhusiwe zipite kule, ziende mpaka gerezani, si ndio? Hilo mnalo shauri ndilo hilo mnalo shauri. Naomba niondoke nalo haraka nikalifanyie kazi asubuhi hii. Naondoka nalo hilo, nafanyia kazi asubuhi hii. Msikilize vizuri, msikilize vizuri, ndugu zangu. Nipende niwe mkuu wa mkoa wa siasa wa kuitikia kila kitu hapa, siko hivyo. Mnafahamu kwamba kuna ratiba lazima nikae nao. Mnafahamu kwamba kuna taratibu na sheria lazima nikae nazo. Siwezi mkuu wa mkoa ghafla nikasema nimepokea ushauri muda huu, basi aanza kuingia barabarani. Siko hivyo, sio mtu wa siasa, wa siasa ndogo ndogo. Lazima nilichukua muda huu na kabla siyaingia ofisini niende nikatue muda huu huu huu asubuhi ili baada ya hapo hata kabla mchana niwe na majawabu kuhusu jambo waliouliza. kwa Tanzania mwingine mwingine alioenjo ndugu zangu, mnielewe. hata mkiongea sana, mnahitaji kuelewa hapa, hata kuleta siasa haitibu

Haya mabasi ndugu zangu, ndio ndio kuaaya jani mliuliza kwa sababu hata mkiwa mkiwana yanakuja bana, mabasi yanakuja, aia waya nadhani anieo sindioaa. Sikiliza kwanza, sikiliza kwanza hata mimi nimeacha usingizi kuja kukusikiliza wewe. Hata ukisema haa, lazima tuelewane. Aa, sio jambo la siasa, yaani hapa lazima nitibu tatizo la kwako wewe, na wewe lazima unisikilize mimi, wala sio kwamba wewe ndio lazima usikilizwe, lazima tusikilizane. Mimi nikiongea nikinyamaza, na wewe unaongea tukisichukua mambo yako ndio inakuwa namna ya kutatua matatizo tulio nayo. Sasa nadhani mmenielewa, si ndio? Jamani, mmenielewa, si ndio? Yeah. Aya, sasa mtu wa dati. Yeah. Na ruhusu sasa yale mabasi yaanze kuja sasa. Sasa mabasi ndio yanaanza kuja sasa, yeah. Mwelewa siologi na fahamu namna mnavyogombania. Nafahamu, nafahamu vizuri, sio kwamba sifahamu, nafahamu.